Bwana Yesu asifiwe. Habari za mchana, ninaamini mlikuwa na wakati mzuri wa chakula na mapumziko. Kwa hiyo ninawakaribisha tena kwenye kipindi chetu cha muziki siku ya leo. Sasa niwakaribishe na niwaalike tuweze kusimama na kuomba. <coughs> Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru ulituumba ukatupatia vipawa, maarifa, utashi, nguvu na afya, na ukatupatia kila nyenzo ili tu tuvitumie kwa utukufu wako, lakini kwa sababu ya dhambi na machaguzi yetu mabaya, vitu hivyo leo vimegeuka kuwa laana na vimekuwa ni nyenzo za ibilisi kutuangamiza lakini kwa kuwa wewe ni Mungu wa upendo na rehema nyingi, umetupatia nafasi sisi kujifunza wakati huu. Mungu, tunaomba utusaidie, zungumza na moyo wa kila mmoja wetu leo, ili yale yasiyopendeza utakapoyafunua wazi kwetu tuweze kuwa tayari kupokea na kubadilika, na yale yanayokupendeza utakapoyafunua, ikiwa ni mapenzi yako basi tuwe tayari kuyatenda na kutii maelekezo yako, kuwa nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo, amina. Haya, kwanza. <laughs> A, nikisoma Biblia nanambia, enendeni ulimwenguni mkawabili, enendeni mataifa yote, kuwa wanafunzi wangu, kila lugha jamaa na taifa, si ndio? Na kinachokubalika kwenye injili kutokana na hilo fungu ni lugha, haijazungumziwa tamaduni haijazungumziwa. Kacha si tuko pamoja, na tukubali kwamba wale ambao mna, mna, mnafahamu historia vizuri, Ukristo hauna muda mrefu sana Afrika, sindio? Ukristo hauna mda mrefu sana Afrika, na wakati ukristo unaingia Afrika, wa Afrika tulikuwa na tamaduni zetu, sindio? Kwa mfano hata vifaa vya muziki tulivyo tunavitumia vilikuwa ni hivi, sindio? Tulikuwa na hizo ngoma na karungu yeye, sindio? na, na vitu vingine vi, vina, vinaendelea sasa. Walivyokuja kuleta imani Afrika walitukuta na kacha zetu, sawa kitu ambacho tumeendelea kuadapti sawa, lakini biblia anaambia hivo kwenye Wakolosai tatu kumi na moja kwamba hapo hapana myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala mungwana, bali Kristo ni yote na katika nini, katika yote. Kama hicho akizungumza asubuhi, madam hatuji kwa Kristo kama Watanzania <laughs> ama hatuji kama Wasukuma, tunakuja kama Wakristo. Kwa hiyo, zile tamaduni zetu na kila kitu kasha tunaziweka pembeni, kwa sababu kwa sehemu kubwa zimebeba ibada ya sanamu. Muziki ama aina hii ya ngoma ilikuwa inapigwa kwenye nini? Kwenye ibada za miungu, sherehe za mavuno, mambo ya tohara, harusi, mizimu, matambiko na kadhalika, sivyo? tunaweza kuvichukua na kuvileta kanisani? ina make sense? hai make sense. Sawa jamani. Kwa hiyo tunafanya kile ambacho Kristo ameelekeza nje kabisa na kacha yetu, kwa sababu tukisema hivyo mjaluo atakuja na ngoma yake, msukuma na ngoma yake, mkuria na ngoma yake, hilo kanisa itakuwa inakalika hilo <laughs> na ndio maana wakati mwingine tunakuwa tunajaribiwa, unaenda kwenye harusi, harusi ni ya kwetu wasukuma, si ndio? na wasukuma kuna namna yao wanacheza, yani wao wasukuma walishojaribu kuchezesha ni mabega <laughs> sawa. Hapana, mtu anakwambia hapana, sio dhambi, mi niko niko nacheza ngoma za asili sindio? kwani Yesu ana asili ya Kisukuma? <laughs> sawa. Kwa hivyo hatuji kwa Yesu na tamaduni zetu, tunaziweka kando, tunawaambia tupatie utaratibu wako, anatupatia na ndio unaotuunganisha, yani ukija kwa Mkristo au madventista wa Tanzania, ukienda wa Marekani, ukienda wa China, ukienda wa, wa, wa Ujerumani, inatakiwa tuwe kitu hiki. Ila shetani ameleta hizo sababu za hapa na pale kwao, unakuta ukienda huku haya, ukienda huku haya, lakini Elenos anasema kwamba kanisa la Mungu itapitia misukosuko na migawanyiko, lakini alitafanya nini? Alitaanguka. Bwana anawajua walio wakwake, amen. Okay. Sasa fanya bara za namna hiyo, je, Mungu yupo kanisani? Kwa sababu wanaingia wanafikia hatua wanatoka, sindio? Ah, kanisani kwa imeamka kuimba mi natoka, Bwana Mungu hayupo hapa, sindio? Biblia inatuambia nini? Matendo 7:48 mpaka 49 inasema hivi: ila yeye aliye juu hakae katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile asemavyo nabii, mbingu ni kiti changu cha enzi, na nchi ni na nchi na nchini pa kuwekea miguu yangu ni nyumba gani mtakao nijengea asema Bwana? Sawa, kwa hili ni swali ni kama mungu anauza okay, kwenye mtanijengea nyumba gani? Kwa sababu watu wanaofanya hivyo, watu wanapowaza hivyo, tunadhani mungu ama utukufu uko kwenye lile jengo la kanisa, si ndio? Lakini hiyo terminoloji ilishatenguliwa muda mrefu sana tangu kipindi cha wana wa Israeli, sivyo? Haya, wakorinto wanasemaje? Wakorintho wa Kwanza tatu kumi na sita hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Kwa hiyo usipate shida kwamba kanisa wanapiga muziki midundo, wewe kuwa na amani sawa, jamani, usitoke kanisani. Lakini kama ukiona yamekuzidia na kuna kanisa wengine mahali fani kuna utulivu sawa, nenda lakini usi, usiseme kwamba sasa wanapiga mlo, Mungu aiko kanisani. Mungu aiko kwenye jengo, sawa. Hekalu la Mungu ni wewe, unalitunzaje? Tuko pamoja, yes. Lakini kuna kitu kingine pia kiliwahi kuulizwa. Tulikuwa kwenye, kwenye bible conference tukiwa Makongo Juu pale, kuna mtu aliuliza hivi, hizi nyimbo ambazo zinazungumzwa kwamba ni mbaya, zina midundo, zina nini, lakini hizi nyimbo kwa zinaenda zinaimba kwenye kenyeato, wanabatizwa Eh, na mwingine anakuambia sasa, mimi hii kwaya ndo imeniongoa sindio. Kama nyimbo hizi ni mbaya, inakuwaje watu wanaku, wanampokea Yesu? Sawa, jibu hili hapa Yohana sita ishirini na sita Yesu akajibu akasema, amini amini nawaambieni ninyi, mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula nini, mikate mkashiba. Ni ukweli kwamba sio wote tunaobatiza ni kwa sababu wameongoka wengine wamevutwa na mitazamo amini, na uzuri wa mipangilio ya efoti nyimbo zilizoimbwa, walijisikia msisimko. Wengine wame, wameshauriwa na rafiki zao sindio, wengine wanampenda tu aliyekuwa anahubiri, sio jamani? Na hawa watu wapo kanisani hivi. Amejawahi kuona ikitokea shida alafu baraza likaamua kwamba sasa kwaya tunaisimamisha kwanza kutoa huduma <racimtanya> <t abusive> nawajuaga washirikini wanakwambia hapana, kanisa bila kwaya haliwezi kuendelea, sindio? Ndio mikate hiyo. Sasa mtu anakwambia hii kwaya au labda mtu amefanya amefanya ch changamoto fulani kanisani, alafu anaambiwa, bwana, mwaka huu hebu usiimbe kwaya, hujachagua kuimba kwaya. Kwambia hii kwaya ndio lio niongoa lo, mnaniambia nisiimbe? Yani mtu kama kuna fimbo jirani. Yani we kwaya inakuongoaje? Yani we kwaya inakuongoaje? kwaya inaongoa mtu nakufikishia ujumbe wewe na mungu mnafanya majadiliano mnakubaliana bwana mimi nimekubali ujumbe ulionitumia na utii si ndio na haya mambo ndio anayofanya wakati mwingine unakuta hata, hata kama ni viongozi wa kwaya au mwalimu kafanya dhambi kanisa nataka kumfuta ushirika kuna watu huwa wanasimama wanakwambia hafutwi ushirika mtu hapa hafutwi hawa wajaongoka wamekula mikate kwani inaweza ikawa ikawa mikate ya mziki mikate ya mdundo au sasa mwalimu akimfuta pale, kinanda zile nyimbo biti zote anazo yeye asipoturudishia? <laughs> sawa jamani. Kwa hiyo tukubali kwamba wapo watu wanaobatizwa, lakini si kwa sababu ameongoka. Bado kupitia hiyo hiyo Injili, ikiwa tutaiwasilisha isivyostahili, Shetani ataitumia hiyo hiyo kuwavuta na wengine kwa namna isiyofaa. tuko pamoja?